Msitu wa Tegere. Tegere. Ushakusikia msitu? Uh, sawa msitu maanake kuna hiyo dawa ambayo inaweza kumsababisha mtu kurudi rikali yake ya hmm, na zamani sasa nilikuwa nakuhitaji hmm, kwa sapoti yako maana, kwani ndugu yangu rafiki yangu yote sawa watumishi sote pamoja hapo kijijini. Sahihi. Kwa muda mrefu maanake. Ndio. Sasa kwa hiyo tukitaka tu sapoti yako kuna kama elfu hamsini Elfu yeah. hamsini ah, mi mwanangu, muda wowote ule <laughs> ndo hivyo mwanangu, mi nimekuja tu kukwambia tu. Ay, basi sawa basi, haina shida, muda ukiwa freshi, basi ngoja nikupe nuku, na, na muda, au sio yeah. Leo unaweza kufua nguo zako kila kitu nini, kesho kajiandaa manake wa kila kitu kule? Ah, safari yetu na eh, tutaanza kwa matuma siku hiyo, na kesho kutwa Jumamosi hiyo tutaanza mm. yeah. safari yetu pale kuelekea yeah. huko yeah. na kesho kusema da uko peke yako au upo wewe na mimi? Hapana, upo wengi. Kwa kifupi kuna watu au si supporting, ila ndo hilo tu la kwangu ambalo nimekuja. Ah, basi poa, nasana shida

Na ndugu yangu huyo mwanangu, hmm. hmm. ana ah, matatizo gani? <manyat> nah. Mwanangu alienda shamba zio alianguka mwanangu, ao kamokota mwingiza ndani, lakini kuna tiba ambayo tumeambiwa tumpatie ili apate kaa sawa. Ndio, kwa kwao tunafanyaje? <Sapo, manyat> Na naake sisi kama sisi familia na ndugu sisi najua, hmm. tumejichangachanga, mwanake tumepata hela na tuja kuambiwa kuna dawa ambayo tukaifuate kuna sehemu tuifuate. Sasa hiyo sehemu inaitwa Tegere, sijui shawi kusikia Tegele, sijui Tegele io, mbona kama jina shawai kulisikia Tegele msituni, huko huko aamba kuna msitu, alafu pia kuna kitu ambayo kuna dawa ma tunaenda kuifuata

Ah, mwanangu njini nauea hivi. Basi mwanangu, mwanangu ana shida ya basi. Karibu. Habari za hapa? Mambo anaenda siku mbili tatu, simaatujanana kama siku mbili au. Sasa mi nimefika hapa kuwa vizuri sana hukukuta, sala moja nahitaji nikwambie. Mimi na safari kidogo nasema nahitaji kuenda wapi, katika mazingira ya utafutaji, kwa sababu si unajua maisha yetu ni magumu sana, tunahangaika huku na kule, lakini bado mambo hayaendi. Kwa hiyo kuna mchongo mmoja nimeupata, kwa hela tena kubwa tu, kama nitafanikiwa. Kuna msitu fulani hivi unaitwa Tegele, nadhani ushawahi kuusikia huu msitu na usikie tu, lakini kwenda sasa bwana, uko ndani katika huo msitu, kuna mali, kuna mali. Kwa hiyo alikuja rafiki yangu pale, akaniambia ya huo mchongo, nikasema kwa, nikapata changamka, nikapata hela, na kama huo mchongo utapata hela nyingi sana. Sawa, mimi namtakia safari njema, uendako uende, salama uni salama Sawa, labia tuelekee katika huo msitu, uo msitu fulani. Na na natoteza, unafahamu huo msitu? Kwa kweli na ufahamu, lakini yani sije kufika, yani nasikia tu, lakini sije kufika. Lakini kwa ninavyosikia kwamba kuna mambo ya kutishatisha, kwa hiyo huwe makini. Ni kweli kabisa, mi nitakuwa makini. Sawa, mimi nakutakia safari njema, sina la zaidi.

kwenye mwarubaini pale kwenye mm. kwenye mwarubaini pale akakama kad oy, oy. Kama kawaida sasa, washikaji, kesho kesho ile meisha anak mwanaake hapo sio mtu tumba tumba. Hapo kesho inafika, mm. asubuhi watu namna gani? Kila mtu walak kimbilia, mtu akujulikani, si unajua nini kiloga, naam. Mambo ya msosi hapo sio, unafika huko tumba tumba tumbo kabwa wewe, sio usiwe na wasi. Mambo ya msosi, yaani chakula kipo cha kusaza, si unajua nini? Na kazi bila kula, unasemaje? Mwanangu umegusa patamu, mwanangu, au sio? Mwanangu mwanangu. Mwanangu huko mapolini mapolini unajua. Sasa ukaenda bila bila nini. Ni mimi hao mwanangu. Acha kutafuta dawa, hiyo sana sana kula. Eh? Eh. So sisi. tunaenda tunaenda msosi kwanza kwanza cha msosi ilipo la kutosha. niandalie rojo pilau unaelewa mazingira haya?

Karibu. Pita pita pita zote, mimi uko wazi mwanangu, siku zote nakwambia mwanangu wazi, mwanangu, asubuhi utakuja umekula asubuhi. Ah. Hapo, mimi si nikuomba babu, ah, utakuja umekula asubuhi, atakwambia kitu kimoja, siku zote unakuamka asubuhi, lazima uweke mwili sawa. Kwa nini yote hayo tapatikana baadaye. A kidogo nini wantaim moja kama hivi, mazoezi lazima wachangamsha miili asubuhi, kwa sababu miili yenyewe sasa hivi haieleweki. Hapo mwanangu, zungumze. Ah, ni kukwambia kwangu ni kuhusu kile kile tu ambacho tulikiongea jana na wale vijana nimeshawapata, unaona, baada ya kuwapata. Lakini watu wenyewe, maana yake sijawaambia ukweli kama si tunaenda kufuata mali. Maana yake anaweza kutokea tunaonekana watu wengine wabaya, tutaanza kuwananyeka wenyewe kwenda kuambia jamaa Aimazake shamba kaanguka kwa mwili wake, kama afanye kazi, yani kama mtu aloparalyze. Kwa hiyo sasa, katika msitu, maana yake kama kuna hiyo tiba, maana yake tiba hiyo. Kwa hiyo tukaenda kufuata hiyo tiba, maana yake nimwambia, ndo tutagea hela kama hamsini moja, mwanangu, kama tulivyozungumza nyuma hmm. Tutagea hamsini moja, nipata watu kama watatu wanne hivi. Naona watu kama hao watu ambao nimepata, moyo wangu umecheza sana. Kumbe siku moja moja, una akili Kwani wenye hela kuna undugu, nadhani ah, kuna undugu ndio hivyo hmm. na pia ndio seri ya kitu kimoja sasa hmm. Tulizungumza mambo ya mtaalamu, mganga ah, mganga yeah.